Karibu tena ndani la shirika la DreamStart Labs. Ndani ya hii video ndaonyesha namna gani kufanya malipo ya mkopo ya fungo la jamii. Basi yote ni kwenda kwenye mikutano, endelesha mkutano. Tayari umemaliza muzurio mwatari ya kwanza, unaenda kwenye akiba, umechagua mwanamemba ambaye amekamata mkopo. Mkesi yetu ni Hope Mutombo apo tayari app ya DreamSave inakusaidia kukuambia kama huyu mwanamemba anahitajika kufanya malipo ya mkopo ya jamii leo, unafinya sawa. Basi umeshuka hapa, unaweza anza kutia kwanza nyota zake za siku, sema ameuza nyota tatu, amelipa pesa zake za upendo ama fungu la jamii. Kisha huku chini wameandika malipo ya mkopo ya jamii hapo unaweza ukaandika elfu kumi pesa za kikongomani zote, kwani malipo inahitajika ni leo. Vile vile unaweza ukafanya malipo kupitia nyota za huyu mwanamemba kwa kugusa ndani ya kibweta. Ukigusa hapo tayari utafanya ma, malipo ndani ya nyota za huyu mwanamemba, lakini leo hatuhitajiki kufanya hiyo. Vile vile kuna vikundi ambavyo binahitaji kupana faida kidogo kwenye makuta hizi ama pesa za malipo ya mkopo ya jamii. Kama kundi lenu linafanya hivyo, basi hiyo makuta ambayo munalipisha kama vile faida, mnaweza mkaingize hapa kwenye fungo la jamii. Basi ukimaliza hivyo, tunashuka imefanyika, imefinya imefanyika. Kwa kuona kama malipo hii ya fungo la jamii imefanyika vizuri, ni kwenda kwenye kugawa fungo ya jamii, kisha tunaenda kwenye historia ya hatua. Utaona unaandika mkopo, malipo ya shule, unagusa hapo hapo, tayari utaona kama kiasi hii yote ililipwa, kwani wameandika kiasi ya deni ni zero, kisha amepiga imefanyika. Basi kwa kuona mafasiri ya zaidi kama hiyo mkopo kweli lipwa, tena unaweza ukatoka ndani ya hii kikaratasi ama page na kufunga ye mkutano. Unafunga mkutano, imefanyika maliza mkutano, ndio ya kufata rekodi sasa hapo tuko na rekodi ya kufata kisha hapo ukitaka kuona ama kupata mafasiri ya zaidi kuhusu malipo ya mkopo hii ni kwenda kwenye muundo kisha kwenye kitabu ya kuwekea ya memba kisha umechagua mwana mwanamemba ambaye amechukua mkopo ni Hope Mutombo basi hapo tayari utaona kama kwenye kibao ya kuona vyote huku chini utaona amenjika Mkopo za sasa za jamii ni zero, ni kusema yote imelipwa. Vile vile unaweza ukaende kwenye tab ya mkopo na utaona kama huyo mkopo ulilipwa yote, kiasi imelipwa, deni ya kubaki ni zero, ni kusema mkopo yoyote ulilipwa na kuna deni. Basi tunashukuru na tunaamini kama hii itawasaidia.